badaa tumetamkia stesheni kijua cha soka tunazungumza michezo mambo mengi yamejaa mambo mengi mnyama simba sports club siku ya jana ametinga fainali kombe la shirikisho bara la afrika takribani miaka thelathini na mbili mnyama simba anaendeleza ubabe wake na kutinga fainari kombe la shirikisho barani Afrika. Mwaka 1993 mnyama Simba alitinga fainari. Mnyama Simba Sports Club anakutana na Rasi Berkane katika fainari ya mkondo wa kwanza katika kule Moroko. Mkondo wa pili mnyama Sports Club anamalizia hapa tarehe 25 mwezi wa tano dhidi ya Berkane. Tumemfuata uh, Mzee Mtitu. matarajio yamekuwa ni mengi Mzee Mtitu, kabla ya mechi alitamba akasema, Simba Sports Club lazima iende fainari na imeenda fainari, na leo amekuja kivengine. Anavaa kanzu leo amevaa jezi ya Simba Sports Club, pamoja na kitambaa chake, pamoja na kofia. Mzee Mtitu, kama leo amekuwa kijana hivi na jezi yako ya Simba Sports. kwa Eh, kwanza namshukuru Rabbi kwa kuniwezesha kuamka salama ijapokuwa juu hali ya hewa bado haiko vizuri, lakini karibu mashabiki wote wa Simba tuko sawasawa. Kwa mara ya kwanza leo nazungumza na Chapesa baada ya kuingia fainali. Huko nyuma nilikuwa nazungumza wakati tuko kwenye hatua ya robo, hatua ya nusu, na tulikuwa tunabezwa sana, kuambiwa hamwezi kuingia popote, hamwezi kwenda popote, nyinyi mtatolewa mapema, lakini kwa uwezo wa Allah na jitihada za wanadamu tumeingia fainali tunamsubiri RS Berkane, twende nyumbani kwake Berkane. Anatujua, wala hatuna shida naye, na sio Berkane, Waarabu wote wanaijua Simba mnyama, kwamba huyu mtu tukikutana naye shughuli yake inakuwa pevu. Kwa hiyo ajiandae. Jana ameshinda ngapi? Kafungwa ngapi? Goli moja? Kumbe anafungika. Basi alimaliza mechi ugenini, hakuna shida, sawa. Alimaliza mechi nyumbani kwake. Sasa sisi hatuko hivyo, awaulize eh, ndugu zake pale Waidadi walitoa misafu yote misikitini, walitoa tasibihi zote misikitini, wakaleta uwanjani mpaka na watoto, akawa wanapiga istighfaru. baada ya kuwapa mng'anamng'ana wa dakika 90, alafu tunaingia kwenye mikwaju ya penati Leo matarajio mzee Mtitu, unavaga kanzu lakini leo umekuja kivingine, Simba Sports Club jezi na skafu yako ya mnyama Simba Sports Club. miaka takriban 32 jana ameingia fainali ya kombe la shirikisho bana Afrika. Kwanza hii tunataka kuwathibitishia wale watoto wote kina Dosa, kina Nasoro na wengine kina Alikamwe ambao waliokuwa wanasema Simba hajawahi kucheza fainali ya mashindano ya kafu. Sasa wakati ule wao walikuwa bado wananyonya inawezekana, ama wengine hawajazaliwa. Sasa miaka thelathini na mbili ya sasa ambayo tayari wana akili zao timamu, wana maarifa yao, waone kwamba Simba analeta kombe hapa, manake wao walikuja wali, wali, wali wamecheza hapa na wale wa Arabu, kombe hatukuliona hapa. tumeliona kwenye, kwenye, kwenye picha kule, na tuliona kabisa hapa hapa walishafungwa, wamenyang'anywa, wamenya, wamenya ubingwa sasa sisi tunaanzia kule tunalileta kombe hapa, kama tulivyocheza na Stela mwaka 1993 Stela bigani e. Na sasa tunakuja kuwaonyesha kwamba kugombea kombe maana yake kuko hivi, sio unalalamika lalamika, oh nimedhulumiwa. Maana yake kuko hivi katika kuwania ubingwa, na miaka 32 si mchezo. Mimi miaka 32 iliyopita, mwaka 93 nilikuwa na akili zangu timamu na nilishughulika mguu kwa mguu, ushindi wa nje uwanja, mguu kwa mguu, mimi mwenyewe, sio kusema kwamba nilikuwa nahadithiwa ndani ya klabu ya Simba, hapana. Mimi mwenyewe nilikuwa naongoza jahazi, na baada ya mechi ile nilikuwa nashangaa tumefungwaje. Si umenielewa? Kwa hiyo miaka thelathini na mbili sasa hivi ni, ni, ni, ni kijana mwenye uwezo wa kuwa na mke na watoto wawili, labda inawezekana kwa hiyo si kazi ndogo, lazima hapa mwape kongole Simba. Lazima alishabani Kamana kasema hivi mengi ni marudio tu, mle wafanya Simba ni marudio kwao, na wao washafanya chaci kwa medali ah, Sasa yeye alivaa medali kule kwenye, kwenye kamera, si tunavaa medali tukiwa hapa mbele ya rais kama atakuwa rais wa, wa, wa nchi Mama Samia kuja kukabidhi medali, ama kama kutakuwa, kutakuwa, tena wataona wageni wote hapa wote. Hii ni kawaida yetu sisi kuleta viongozi wakubwa wa mpira katika Afrika au duniani. Ni kawaida yetu, African Football League, tulileta wageni mpaka kutoka FIFA hapa, mpaka kina Wenga, kina Wenga walikuwepo hapa. Kolina, Kolina walikuwepo hapa ambao watu walikuwa wanaona kwenye kamera tu, lakini wakawaona hapa. Kwa hiyo sisi hatushangai tarehe ishirini na tano kuleta ugeni mkubwa katika nchi Benjamin Mkapa. Benjamin William Mkapa nurupaso na jana kwa taarifa alizokuwa ananiambia katibu mkuu wizara anasema, mechi hiyo itachezwa hapa hapa, uwanja uko tayari, wala hakuna shida. Hapa hapa ndio itapopigwa kipute kile. Ah, ah, kule tulienda kwa zima tu mara moja kumaliza shughuli ya yule ya huyu ya South Africa, kwa sababu naye bahati sio mbaya alikuwa hajayapata marashi ya Unguja, ndio tukaona huyu tumpeleke Unguja naye akapate, kwa sababu kutoka South Africa kwenda Unguja nako kupata marashi ya pale ni vizuri, anafanya utalii. Kwa hiyo kafanya utalii, kamaliza pale, tukamrudisha kwake, tukamaliza shughuli moja. Kauli ya semaji Ahmed Ali anasema alikuwa na furaha wao, eh, medali washachukua wao, oh, alaka kikombe Young Africans wakachukua, muungano muungano cup lakini sio huku. Sisi tunatamba huku kimataifa ki, ki, ki, ki Medali Simba wamekushavaa kina Mohamed mwameja kina, eh, aswile, si umenielewa? Kina George Lucas gaza wote washavaa medali, kina George masatu washavaa medali, isipokuwa kama alivyosema Ahmed bado kuchukua ubingwa, isipokuwa kwa mindondocha ya sasa hivi mingi yao inakwambia medali ziko wapi, mlikuwa hamkuvaa hata medali. Na kwa kukuongezea mashindano yote ya kafu wakibadilisha kombe lazima sisi tuingie fainali, lazima sio, mnielewa? Wewe mwaka tisini na tatu kwa mara ya kwanza kombe lile linatolewa, jingine linaletwa pale yakaunga, yakaunganishwa pamoja kupata kombe la kafu ambalo likuja la shirikisho pamoja na la kafu likaunganishwa pamoja sisi ndio tumecheza fainali kwa mara ya kwanza. Msimu huu kafu hawajabadilisha mashindano, wabadilisha eh? Sisi hatukuingia kama ndondo hatukuingia best user, tumeanza moja kwa moja katika mashindano ya shirikisho mpaka kufika hatua ya fainali. Kwa hiyo sisi, ndio wajibu wetu huo. Hata hapa nchini, mashindano yoyote yakianzwa mapya, lazima sisi tuanze, tuanze kutoa ku, ku, ku, bikila, alafu ndio wengine wajinga wajinga. Hata ligi hata mashindano yote, ngao sijui nini, yote si ndio wa kwanza tunanyakuwa sisi, alafu tunawaambia nendeni mkatie mka najisi Mtitu, watu wengi walikuwa na msimanga Jean Charles Ahoua, lakini Ahmed Yari alimtetea, akasema bao la Charles Ahoua ndio bao ambalo litatupeleka fainali, na kweli yametimia. Unamwambia nini kijana ambaye Jean Charles Ahoua leo hii mashabiki wa Simba Sports Club, baadhi mashabiki wa Yanga Africa wakiwa wanambeza baada ya kukosa bao kule visiwani Zanzibar? Kwanza napenda kuwaonya mashabiki na wanachama wa Simba wanaoitakia mema Simba, manake kuna wanachama wengine humu hawaitakii mema klabu yao, wanapenda sana kufata miluzi. Si umenielewa? Msipende sana kutukana wachezaji mle ndani, mna kazi kubwa lakini, kwa ufahamu wetu uliokuwa mdogo, mtu ambaye hajacheza hata danadana dana, hata kupiga penati ajawae kupiga basi kila jambo ambalo linafanywa na mchezaji anaona ni la makosa kwake, la makusudi. Hapana, Charles Ahoua kwanza ndo alitupeleka nusu fainali. Ujue akitokea kule nje, goli lake aliyomchukua, aliyomnyang'anya ateba, akaweka kifuani, akasindikiza moja kwa moja. Baada ya hapo ndo ametupeleka fainali. Sasa mahali pa kubeza hapo? Charles Ahoua bado kijana mdogo, tumpe hope tumpe nguvu ili aendelee, tuna sasa tunaendelea tu, tuna kufanyafanya maneno yasiyokuwa ya na sababu. Nimemwonya ndugu yangu mmoja hapa, nimemwambia kwamba acha kuwa na jaziba ya, ya haraka mnapozungumza, mnapopata nafasi ya kuzungumza na, na kina Chapesa, kina nani, kina nani, msiwe mnaropoka hovyo. Kuwatukana wachezaji si jambo jema, si umeelewa? hatupendi kutukana wachezaji wetu, mimi hasa sipendi mimi bahati sio mbaya, sikupatikana kunihoji siku zote zile baada ya mechi ya Zanzibar, lakini nilikuwa nanung'unika sana. Kwa nini wanapenda kutukana wachezaji? Kama mtu umecheza mpira ukijua dhahama dha iliyomo mle, huwezi kumtukana mchezaji, lakini mtu ambaye hajui mpira, lazima atakwambia kwamba akafanya kusudi, sijui kafanya hivi, yule mchezaji gani, hana una akili, ukiokan ukio, na hasa haya mambo ya digital haya yametuletea shida sana kwa sababu mtu akipata nafasi ya kuongea basi anarupoka tu maneno anayoyajua. Mwalimu Fadu Deves, kauli yake siku zote anasema yeye anajenga timu, lakini watu wengi wanakaa na hamaki. Simba Sports Club kufika finali bado majenga timu. Mzee Mtitu sio yeye, hata mimi kauli yangu hapa, labda rekodi zenu zimo, siku zote nilikuwa nasema kwamba bado Simba tuko katika hatua ya kutengeneza kikosi Brother. Bwana mdogo, kuingiza wachezaji kumi na nne ndani ya timu mpya si kazi ndogo. Ujue mi mnaona kama kitu ma masara, lakini huo ni usajili mpya kabisa, mpya. Kuingiza wachezaji kumi na nne benchi la ufundi jipya, labda mmoja tu au wawili wa ndio wa, wenyeji, team manager pamoja na kocha msaidizi, basi waliobaki wote ni wageni. Hajui mazingira yoyote ya nchi, hajui mazingira yoyote ya klabu, yani hata ule utaratibu wa klabu haujui. Alafu unakuja kufanya vitu kama hivi. Si vitu vya mchezo, kwa sababu hapa tulikuwa tunaambiwa, hapa tunapewa miaka mitatu mpaka minne hapa katika baraza hii ya station. Tulikuwa tunaambiwa hapa na Nasoro na Dosa na wengine watu wa Yanga kwamba timu hii ichukue miaka mitatu mpaka minne ndio itakuja ukaa sawa, lakini sisi kabla mwalimu amewahi, na mwalimu kwa kauli yake anasema kwamba hii ni asilimia sitini tu bado kabisa kwa anavyotaka yeye inavyowezekana. Lakini sasa tayari nimekushasikia nyepesi nyepesi, wanasema kuna watu huko duniani wanataka kutunyang'anya Fadu Davis Wana, tayari washamuona kwamba ni mwalimu bora. Sio bora mwalimu, aa, bora mwalimu. Huko jamaa tayari wanasema yule mwalimu hawafai, ha, wanajua wenyewe tayari washa kuwa na shaka naye, manake ushindi wao mkubwa wanaona kwamba ona, wanatumia mzigo sio wa mwalimu. Si umenielewa? Sasa sisi hapa bado tunaendelea kuwapa presha hapa, tunaendelea kuwatia presha, Davis Fadru anaendelea kuwatia presha hata kwenye ubingwa wa hapa. Tunarudi sasa JKT sijui nani KMC na nani wengine bado sisi tunang'ang'ana kwenye ubingwa hapa sasa. Tuache vipi Tua, tunachaje? Si tunataka kwenda klabu bingwa mwakani hapa. Tulikuja kwa bahati mbaya, inawezekana hey, kwa sababu timu ambazo zipo humu wamezoea wale kina Berkane kina nani, ndio ndio wa kucheza mashindano haya. Alafu kuna ujinga mmoja na usikia unazungumzwa, zungumzwa, wanasema hasa Berkane... kwa wachambuzi wetu jana nimewasikia Berkane shawahi kuchukua ubingwa huu lakini Simba hajawahi kuchukua ubingwa huu. Maana yake nini? Kwani hali eh, nani za mareki, si alishachukua ubingwa huu, si ndio? Alikuwa bingwa mtetezi, mbona kavuliwa ubingwa tena na timu galasa kabisa? Sijui umenielewa kavuliwa ubingwa na mtu ambaye hata haupo kwenye kiwango chochote cha kafu, hayumo. Sijui umenielewa. Kwa hiyo sisi ndio tutakaocheza fainali na sisi tunajua, tunaingia tuna vipi kwenye hatua ya fainali, kwa sababu mguu wetu tunapotoka. Nilikuwa nilikuwa nakwambieni kwamba tunapotaka kusafiri tunaagana na nyonga. Sasa nyonga yetu katika hatua ya fainali imekushafika, tuacheni tena basi. Naonya e, kuna mtindo wa kiserikali. Nawaonya viongozi wangu wasichukue kamati yoyote kutoka nje kuingiziwa ndani kuambiwa kwamba hii kamati itasaidia Simba ili iweze kuchukua kombe. Waache hiyo kamati iwepo huko huko nje, lakini ndani isiingie, kwa sababu wakiingiza kamati kutakuwa panzi na sanene humo maalum. Mwaka tisini na tatu ilikuwa hivi hivi, marehemu mwana katu katuingizia kamati, ujue nyie hamjui na kuja kutuingizia kamati, wakawepo panzi na sanene, tukaja tukakosa fainali pale, kombe linaondoka. Hatutaki kabisa hizo kamati zao zibaki huko huko, katika kupekua pekua vocha na dini, kwa sababu tunajua kabisa hizo kamati zitatutia uzito. Tuache huku huku mangungu na kamati zake na kina e, masudi e, CPA na wengine isa masu... ne. Basi ndio watengeneze hizo kamati zetu tukishirikana na wanachama wenyewe, tuache kabisa kamati hizo. Salamu kwa Young Africans. Baadhi ya mashabiki walikuwa na visikolo kunywa kasema yang Simba Sports Club hawezi kwenda finali, lakini Imetimia, Mungu ameibariki. Simba Sports imetinga fainali. Wao wapo muungano kule, wanashiriki hata <laughs> si tuicheza muungano mwaka jana wakati wao na... mwaka jana ilikuwa wao hawakushiriki muungano. Sasa kumbe wanajua kinachomkuta ungo, kinachomkuta kibeku na ungo kinamkuta. Maana yangu ni kwamba kibeku, yani maana yake ungo uliochakaa, ule ungo uliochakaa, ukija wewe ukiucheka ule wewe ulio ungo, ungo mzima na wewe utakuja kule kule kwenye ungo uliochakaa baadaye. Sasa sisi msimu uliopita tulicheza muungano, akatwambia nyinyi ndo kombe lenu hilo, nyinyi ndo kombe lenu hilo. Sasa mwaka huu wao ndo kombe lao tena, furu mkoko katangaza, yule mtoto asema furu mkoko, tunakwenda na furu mkoko, wakacheze na Azam kule, ndo kombe lao. Sisi tuko kule hey, tuko kule kwa Mzee Madiba kwa hiyo mara nyingi, usipende kutukana mamba wakati mto hujavuka. Usipende timu inarudi, Mzee Mtitu leo saa kumi na mbili na robo menda kuipokea wana Simba jioni, jioni. yeah. ah. Sasa na hii hali ya hewa hii yeah. <laughs> tutaangalia yeah, kama hali ya hewa itaruhusu, maana kesi wengine nyonga zishaanza kukataa yeah. kukimbia kimbia. ah, ah. hali ya hewa kidogo ya nyonga na maungo yameanza ya kukataakataa kutokana na umri Brother miaka thelathini na mbili niko, niko, niko kijana, sio kijana, niko kijana na mtoto, na mtoto mmoja, si umenielewa? Nishakuwa na mke na nina mtoto sasa. Mpaka sasa hivi nakuja kuiona tena final ile bado takuwa na nyonga zile, zile zimepotea, mahali pengi pameharibika haribika kwenye magoti na nini, hata kukimbia siwezi. Kwa hiyo kama vijana watajitokeza wata, wata, wata kina bana nani Mandala Mandala kina na wengine wengine hapa basi itakuwa vizuri. Yangu namwalika aje kuwapoke hiyo. Ah, hatualikani. Wakati tunakwenda Algeria, walikutana pale na msemaji wetu, wakawa wanaagana pale, akamwambia kwamba timu gani itakayoanza kurudi yeye, yeah, akasema kwamba kuna timu moja itawahi kurudi, kumbe yeye ndo alikuwa amewahi kurudi. Kwa hiyo kama akitaka aje, lakini hatuwezi kumwalika. Akitaka aje aangalie watu wanarudi vipi, wakiingia fainali.